Kabla ya kugawanywa Korea lilikuwa taifa moja la kifalme. Mwaka 1910 Japan ilivamia na kulifanya koloni lake kwa takribani miaka 35. Wakati wa ukoloni huo wa Korea walidhulumiwa, walikatazwa hata kutumia lugha zao, wanawake zao walifanywa wake wa kivita na nchi ikaporwa kabisa. Na baada ya vita kuu ya pili vya dunia kumalizika mwaka 1945, Japan ilishindwa na Korea ikawa taifa huru kwa jina tu. Marekani ilivamia na kuuchukua upande wa kusini, Russia, enzi hizo ikiitwa Umoja wa Kisovyeti, upande wa kaskazini. Mpasuko huu wa ghafla ulichochea chuki ya muda mrefu na hatimaye ukazaa vita vya Korea mnamo mwaka 1950 hadi mwaka 1953. Kim Ilisang, aliyekuwa kijana machachari na mpiganaji wa kikomunist, alipata mafunzo kutoka China na Russia, aliibuka kuwa kiongozi wa Korea Kaskazini alianzisha taifa jipya lenye msingi wa ujamaa na kujitegemea. Tangu hapo, Korea Kaskazini likawa taifa lisilofuata misingi ya nchi zingine. Kati ya mambo ya kipekee ambayo Korea Kaskazini iliyafanya ni kutengeneza falsafa ya kipekee inayoitwa Juche. Falsafa hii inasisitiza kujitegemea kiuchumi, kijeshi na kisiasa na badala ya kuwa mshirika tegemezi wa Russia au China, Korea Kaskazini ilitaka kuwa huru kabisa. Hivyo iliamua kuwa haitategemea misaada kutoka nje na wala haikubali mashirika ya kifedha ya kimataifa kama vile IMF na World Bank, na kila raia lazima atumike ipasavyo taifa lake. Katika miaka ya 1960 hadi mwaka 1990, Korea Kaskazini ilijitahidi kuwa na silaha kali, lakini haikuwa rahisi, kwa sababu walitengwa kimataifa na waliwekwa vikwazo vingi. Hata hivyo walitumia mbinu hizi kujinasua. Moja, walifanya reverse engineering, walinunua na kuiba teknolojia ya kijeshi kutoka Russia China na Mashariki ya Kati. Kisha wakazibadilisha na kuzitengeneza upya kwa teknolojia yao wenyewe. Mbili, walitenga maeneo maalumu kwa ajili ya shughuli za kijeshi. Huko kukawa kunafanyika uhandisi, utafiti wa kisayansi na utengenezaji wa silaha nzito. Hii ndiyo maana hadi leo wanajivunia makombora ya nyuklia ya masafa marefu. Tatu, usiri. Korea Kaskazini ina mojawapo ya idara kubwa zaidi za ujasusi duniani, wanahaka wa kijeshi hodari zaidi wajulikanao kama Lazarus Group, wanaotuhumiwa kwa kuzibia benki kuu za Asia, kuishambulia Marekani kidijitali, kutengeneza pesa bandia za kimataifa, yani superdollars. Ingawa Korea Kaskazini ni taifa lililowekewa vikwazo vingi bado linaendelea kusonga kama kawaida. Hii ni kwa sababu hawa jamaa ni maodari wa kufanya biashara kivuli, yani shadow economy. Wanafanya biashara kupitia mataifa rafiki kama vile China, Iran, Siria na Rusia kwa kutumia kampuni bandia, bandari zisizo rasmi na usafirishaji kupitia meli zisizo na bendera. Lakini pia Korea Kaskazini ina hifadhi kubwa ya madini adimu zaidi duniani yanayotumika kutengenezea ya simu, makombora na vifaa vya kisasa. China huyanunua haya kwa njia ya kificho. Maelfu ya Wakorea Kaskazini hufanya kazi Russia, China na mashariki ya Kati, na mishahara yao hutumwa moja kwa moja serikalini. Pamoja na changamoto za vikwazo, Korea Kaskazini imeweza kutengeneza mifumo ya kilimo inayotegemea teknolojia ya ndani, kuanzia mifumo ya umwagiliaji na hata kilimo cha milimani. Sasa basi, wakati wakiendelea kufanya yote hayo chini ya shinikizo kubwa la kimataifa, walitumia mbinu gani kujilinda? Moja, usalama wa ndani ulioimarishwa. Korea Kaskazini ilianzisha mfumo wa kipelelezi wa kitaifa kwa kuzuia majaribio yoyote ya mapinduzi ya ndani. Mbili, utengenezaji wa silaha za nyuklia ili kuzuia uvamizi wa mataifa ya magharibi kama yale ya Libya au Iraq. Korea Kaskazini ilitengeneza silaha za nyuklia ili kujilinda na mashambulizi ya kigeni. Kukitokea chokochoko tu, utasikia wanafanya majaribio ya makombora. Si nyingine bali ni njia ya kujilinda. Jamaa wana akili sana. Lakini pia serikali ilitengeneza mfumo wa elimu, habari na utamaduni unaolenga uzalendo zaidi kwa watu wake. Raia wa kawaida huamini kuwa taifa lao ni takatifu na kiongozi wao ni mtakatifu na licha ya vikwazo, taifa hili lilijaribu kujenga viwanda vya ndani kufanya shughuli huru za kilimo na kuboresha teknolojia kwa kutumia rasilimali chache walizo nazo. Funzo kwa nchi za Kiafrika: moja, tujifunze kuwa na mifumo yetu ya kiuchumi ya ndani inayojitegemea. Mbili, tuunde silaha zetu za siri za kujilinda, hata kama ni za kawaida tusitegemee sana kununua silaha za mataifa mengine au basi tuzinunue kisha tuzitengeneze upya ili kuziongezea nguvu zaidi zilizopo. Lengo tukitaka kujitegemea, maadui zetu wasitujue nje ndani. Tatu, tulinde na kusisitiza uzalendo kwa mataifa yetu na tuachane na demokrasia vivuli za magharibi lakini pia tutengeneze aina zetu za demokrasia na tuzisimamie bila kuingiliwa na mataifa ya kigeni. Nne, tujifunze kuendesha mataifa yetu bila kutegemea sana mashirika ya nje na mwisho tuwe wakali na watakaocheza na demokrasia zetu. Aidha pia tuimarishe nidhamu ya kitaifa na kujenga taasisi imara zitakazosimama na kuwachukulia hatua kali watakaoenda kinyume na maadili yetu ya kitaifa. Zaidi ya yote, soma kitabu changu cha Jicho la Gengiskan, siri za ujasusi wa wamongolia ulioitikisa dunia na funzo kwa karne ya 21. Kitabu hiki kwa sasa kinapatikana kwa soft copy unalipia shilingi 9999 tu kwenda Mpesa namba, anza na alama kujumlisha 255 755 448591, au CRDB 0152 4921 18400, majina ni Ananias Kitage. Baada ya malipo tuma ujumbe WhatsApp kwa namba hizi, anza na alama na kujumlisha 255 755448591. Utatumiwa kwa njia ya WhatsApp au email. Mimi naitwa Ananias Edgar.